Hii ni ziara kwa ajili ya kukagua hali ya mawasiliano pembezoni, uh, huku katika mipaka mipakani, ambako mara kadhaa mawasiliano yamekuwa na mwingiliano umekuwa na mwingiliano wa mawasiliano na nchi jirani. Kwa hiyo siku ya leo tuliitenga kuona kwamba tunakagua lakini vilevile tunaagizana tunasisitizana hakika kufikia ukomo wa mwingiliano wa mawasiliano kwa sababu wataalamu wetu Kikisha, wana uwezo wa kuhakikisha kuona kwamba wanawasiliana na vyombo vinavyofanana na wao kwa nchi jirani kuona kwamba kila mmoja sasa aweze kukaa kuweka vifaa vyake vya kitaalamu vya kuweza kumnufaisha mwananchi wake. Kwahiyo, kwa sisi Tanzania, tunatamani kuona kwamba wananchi wetu wote wa mipakani wanafurahia huduma bora zinazotolewa na taasisi zetu za kimawasiliano za nchini Tanzania, nchi ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sasa hivi ameweza boresha huduma za mawasiliano wameziwezesha, na vilevile vile, hata taasisi binafsi ambazo zinafanya kazi za mawasiliano nchini Tanzania zote zina, zimepewa uwezo zi, wa kupewa nusu ruzuku na wao wanatumia mitaji yao kuwekeza kwenye maeneo mbalimbali ya mawasiliano. Kwa hiyo lengo kubwa ni kuona kwamba tunakagua maeneo haya na kuwezesha zile changamoto tulizo tunazokutana nazo tunaweza kuzifanyia kazi kwa wakati kupitia ziara hii. Kitu ambacho nimekibaini ni changamoto tu ndogo ndogo, kwa sababu tayari taasisi yetu kama TCRA wameweza kufanya kazi yao. Wao ndio wanaoregulate watoa huduma wote, kuona kwamba wako ndani ya taratibu tulizojiwekea kama nchi wanafuata utaratibu na namna njema ya kuhakikisha mawasiliano yanakuwa vizuri kwa wananchi wote, lakini vile vile mfuko wa mawasiliano kwa wote na wenyewe pia umeweza kufanya kazi nzuri ya kuhakikisha minara yote ambayo katika ule mradi maalum kwa ajili ya maeneo haya ya mipakani unafanyika, minara ile inajengwa. Lengo ni kuhakikisha wananchi wetu wa mipakani wanapata huduma njema ya mawasiliano. Hivyo ni ipende kutoa uh, pongezi kwa TCRA mkoa wa Mbeya, lakini vile vile Yuksaf mkoa wa Mbeya, wote wameweza kuhakikisha wanafanya kazi nzuri kuona huduma ya mawasiliano inawafikia wananchi. Hali kadhalika TTCL kwa mkoa wa Mbeya inafanya kazi nzuri. Kwa changamoto tuliyoikuta hapa ofisi za boda ni swala tu la la uh, uzeme kidogo, lakini tayari tu, nimewaagiza kuhakikisha ndani ya mwezi mmoja waje waboreshe uh, kif, kifurushi ambacho wamewapatia TRA katika hii boda ya Kasumulu wanakiboresha pamoja kwamba na mifumo hiyo ya TRA, nimewaagiza watu wa TRA wahakikishe wanatoa ushirikiano waweze kufikia makubaliano na TTCL mkoa wa Mbeya ili uh, hiki kituo cha Kasumulu kije ikiweza kufanyiwa maboresho. Ni maboresho tu madogo ambayo ni huenda ni mtu mmoja tu anasababisha hii tatizo likae hapa kwa muda mrefu, na mwisho wa siku lawama inarudi kwa serikali ya Dkt. Samia ambayo tayari imeshafanya kazi kubwa sana. Lakini kwa kupitia ziara hii ninaona kwamba wananchi wote wa Kasumulu na boda hii ya uh, kuelekea Malawi watakwenda kunufaika. Na sasa hata wakija hapa kukaa kwenye foleni kwa muda mrefu hawatakaa tena, kwa sababu spidi ya intaneti ikiwa nzuri, kila mmoja atapata huduma kwa wakati na kuondoka na kwenda kuendelea na shughuli zake nyingine. Pia kwa mpaka huu wa Malawi tumekutana na tatizo la mwingiliano wa mawasiliano, tunasema force roaming, kwa maana ya kwamba una line yako, kwa mfano kama ulivyotolewa hapa, wa Airtel ama wa Yas, lakini inafika wakati uh, signals zinazotoka nchi jirani zinakuwa na nguvu zaidi kuliko signals za ndani ya nchi yetu. Hii ni kwa nini? Sio kwamba uh, utaalamu unaofanyika kwenye minara ya Tanzania ni mdogo, lahasha, lakini ni umbali wa ule mnara ulipojengwa kutokea pale kwenye mpaka. Kwa hiyo unakuta ule ule mnara uliojengwa upande wa jirani kule huenda upo karibu na yule mtu anayetumia ile huduma kwa hiyo kile chombo chake kama ni simu ama ni redio inakuwa yupo karibu na ule mnara, na huenda mnara wa sisi Tanzania uko mbali kidogo na yule mtu mtumiaji wa ile huduma. Kwa hiyo ninachoweza kusema nimeshaagiza TCRA waweze kufanya mawasiliano na wenzao wa nchi jirani kuhakikisha kwamba wanawasimamia vema watoa huduma wao kule nchi jirani ili ile, ile minara wanavyoijenga zile antena wanavyoziposition, wahakikishe wanaziweka kwenye upande ambao hauwezi kudisturb ile uh, antena na minara ambayo ipo kwenye upande wa nchi yetu. Kwa hiyo, kwa hiyo kwa, kwa kutegemea hii ziara, ndani ya mwezi mmoja natarajia watakuwa wameshawasiliana, na kama kuna marekebisho watakuwa wamesha yafanya. Lengo ni tunataka kupitia fedha anazozitoa Dkt. Samia, wananchi wa Tanzania wanufaike na mawasiliano ya uhakika ya e ndani ya nchi, mtu akatumie mawasiliano ya nje ya nchi pale anapokuwa nje ya nchi, ama atumie mawasiliano ya nje ya nchi kwa matakwa yake na sio kwa kulazimika.